yeye ana shilingi milioni tatu na anataka kuanzisha duka la stationery. Sasa ameniuliza je, zinatosha? Kwa hiyo hilo swali nimelipata, na labda nitumie nafasi hii kujibu kwa vile ninavyoona mimi, kwa sababu mimi naweza nikasema zinatosha, mwingine anaweza kasema hazitoshi na vitu kama hivi, lakini kwa maoni yangu mimi ndio nitaeleza kama zinatosha au hazitoshi. Sasa kama nilivyokuwa na nimewahi kusema kwenye video zangu zilizopita au hata vipindi vya televisheni, suala so, la kufanya makadirio ya mtaji wa biashara inategemea sana. Kwanza kuna vigezo ambavyo ni mahususi, hivyo vigezo ni muhimu vifuate vya kufanya makadirio, halafu pili ni sasa mahitaji yako we mwenyewe, kwa sababu mahitaji yako wewe yanaweza kuwa tofauti na ya kwangu. Kwa hiyo pamoja na kuwa utatumia hivyo vigezo, lakini unaweza ukakuta kuwa matakwa yako nayo yanaweza kusababisha mtaji uwe mkubwa au uwe mdogo. Sasa tuangalie kwanza kwenye upande wa vigezo. Vigezo vikuu vya kufanya makadirio ya mtaji wa biashara viko kama ifuatavyo. Kwanza kuna gharama za kuanzisha biashara. Gharama za kuanzisha biashara ni zile gharama zote ambazo unalipa mpaka pale siku ambayo unafungua rasmi biashara yako, zile ndio zinaitwa gharama za kuanzisha biashara. Namba mbili ni gharama za kuendesha biashara. Sasa baada ya kufungua biashara, sasa kuna gharama zinazohusiana na kuendesha biashara, kwa hiyo lazima ufanye makadirio ya hizo gharama za kuendesha biashara. Namba tatu ni gharama za kununua vifaa. Unajua kwenye duka unakwenda ku, kama una kodi frame au kama una kodi jengo, yule anayekukodisha anakupa jengo tu eh. Sasa akikupa jengo au chumba, mle ndani unakuwa hakuna vitu, kwa hiyo inabidi ununue sasa vifaa mbalimbali kwa hiyo kama kwa stationery itabidi kununua kutengeneza frame za kuweka hizo, e, bidhaa za stationery. Lakini pia kuna vifaa ambavyo labda na pengine watakuwa na photocopia medali. Kuna wengine wanafanya hata mambo ya binding, kubinding vitabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vifaa navyo mbali, mbali ambavyo utavinunua uta, sasa hapo inabidi ufanye makadirio ni vifaa vipi utanunua na uweze kuweka makadirio yake. Mwisho kabisa, ingawa ni mwisho lakini, ni muhimu, ni gharama za kununua bidhaa ambazo utakuwa unauzia wateja. Sasa kwa mfano hii biashara ya stationery, ina maana zile stationery items, yaani vile vifaa vya stationery vitakavyonunua. Kwa hiyo lazima ufanye makadirio, ni shilingi ngapi utanunua hizo bidhaa, hizo bidhaa ambazo utauzia wateja. Kwa hiyo hivyo ndio vigezo vinne vya kufanya makisio ya mtaji wa station. Sasa, namba mbili inakuja mahitaji au matakwa ya yule anayeanzisha biashara moja. Kwa mfano, kuna mwingine anasema mimi naweza nikaanza tu na kachumba kadogo tu kakodi, labda shilingi elfu hamsini, biashara inaendelea. Mwingine anaweza kasema, mimi bwana, nataka ni- niinge kwa inge kwa nguvu watu wanifahamu. Kwa hiyo anaweza kusema ninachukua, kasema nitachukua chuma ambacho takuwa nalipa labda kwa mwezi eh, shilingi laki tano, eh, sasa so huyo hawezi akawa sana nataka kulipa elfu hamsini. Kwa hiyo kwanza kuna masuala ya je, unataka chumba cha namna gani? lakini na namba mbili, sasa ni maswala yale tuko nasema, kwenye vifaa ni vifaa vya aina gani wewe utahitaji. Mwingine anasema mimi sihitaji vitu vingi bwana, mimi mradi hizo stationary items basi, mimi nauza stationery, sitaki kujiingiza kwenye mambo mengine e, lakini hata kuna maswala labda pengine kuna kuweka feni, maana kama kuna joto kama Dar es Salaam, ceiling feni au propela, wengine wanaita sasa vitu kama hivyo, mwingine anasema mtu anakuja mara moja tu kununua vitu, joto gani inatosha? Kwa sasa hivi tunasema mahitaji kwenye, kwa hiyo kuna swala la vifaa mbalimbali, na tatu kwenye mambo ya mahitaji ni sasa kwenye kununua bidhaa. Mwingine anaweza kusema mimi nitakuwa na nunua kidogo kidogo kwa sababu mtaji wangu mdogo, alafu kwa hiyo nitakuwa na nunua kidogo kidogo, watu wanavyo wanavyo nunua bidhaa, basi nitakuwa naongeza ongeza. Mwingine anasema ah, mimi naanza bana, kwa nguvu kabisa, duka station nalijaza bidhaa lote, lijae bidhaa za kila aina. Kwa sasa hiyo ndio nasema ni matakwa ya yule anaanzisha biashara. Kwa sasa ukichanganya haya mambo mawili ndipo napata mtaji ambao una- unafaa kwa kuanzisha biashara, kwanza ni vile vigezo vinne ambavyo nimeisha vitaja lakini pili, kuangalia matakwa ya muhusika. Ndio maana sasa mtu mwingine akiniambia, bwana hizi milioni tatu zinatosha, sasa mimi nashindwa kuelewa. Kwa upande wa vigezo naweza nikatoa vigezo kana nitakavyotoa muda mfupi ufuatao, ujao, lakini sasa kwenye upande wa matakwa siwezi kuelewa, huyu chumba anataka cha namna gani, huyu mambo ya vifaa anataka vya namna gani, huyu upande wa kununua eh, bidhaa za stationery anataka wingi wa kiasi gani? Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwangu, ndio maana nimesema kuwa mimi nitafanya makadirio kwa vile ninavyofikiria. Sasa wengine wanakuja wananiambia, ah, hapo saagua, mbona umeweka mtaji mkubwa mno? Mimi nimeweka ninavyofikiria, lakini kwako wewe ni kupata ile picha tu, vitu gani vya muhimu vinavyotakiwa kutekelezwa wakati unafanya makadirio. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukaongeza hapa, ukapunguza hapa na na, na mambo yanaendelea. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi ambavyo nimeona niendelee. Sasa tupate mapumziko kidogo, tukija tena sasa nitaeleza jinsi ambavyo mimi nimefanya makadirio ya mtaji wa biashara ya stationery na kuona kama je, hizo milioni tatu zinatosha. kadiria e, mtaji na kuona kwa na ku, nitasema na sasa kama hizo milioni tatu alizouliza huyo mdau zinatosha au hazitoshi. Kwanza kabisa tunaanza na kusajili. Lazima usajili biashara yako stationery. Usianzishe biashara ambayo ikawa ni kinyakinya tu ini ambayo mean, haijulikani kwa hiyo naenda brera na kwa sasa hivi una- unaingia kwenye website yao unasajili ukiwa hata nyumbani kwako, si lazima uende ofisini kwao. Kwa hiyo fanya ma... uamu... sio uamuzi yani, lazima usajili biashara yako. Kwa hiyo unaweza kusajili jina la biashara, na hiyo ndio iko iko chipu haina haina haina gharama kubwa, iko kama shilingi elfu thelathini labda, ukiongeza vitu vili vitatu asema elfu hamsini tusema elfu thelathini lakini kama umeamua kuanzisha kampuni e, sasa hiyo gharama inaweza ikawa kubwa, kwa sababu kwenye kampuni kuna vigezo vinatumika, e, labda kuangela ukubwa wa mtaji na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo usajili kampuni gharama inakuwa kubwa kidogo. Kwa hiyo sasa hapo mimi nimeweka elfu thelathini e, za usajili jina stationery huko BRELA baada hapo sasa, tunakwenda TRA. TRA kule tunakwenda kupata chini namba, lakini pia tunazungumzia masuala ya makadirio ya kodi. Nitawaeleza mimi mapato wangu atakuwaje, na wao watajaribu kuangalia, tutafanya ni mazungumzo, sio kama zamani. Sasa hivi unaongea vizuri, kuna TRA, mnafikiana kwa kodi, utalipa kiasi hiki, makadirio yako wakirinika kuwa huko tayari kulipa kodi watakupa kitu kinaitwa certificate. Hiki ni cha muhimu sana kwa sababu hii ndio unaokwenda nayo kuli halimashauri ya wilaya au ya jiji kwenda kupata leseni. Sasa ukienda kule atakuuliza maswali mawali matatu, lakini kwa kwakuwa unao certificate huwa wanakuwa wana mambo mengi sasa pale unapata hiyo tunaita ni leseni ya kufanyia biashara ambayo mara nyingi kwenye kama laki mbili. Kwa sasa hapo tayari tuna laki mbili na elfu thelathini, tunaendelea. Kinachofuata sasa ni swala la pango la sehemu utakayofanya biashara. Sasa hapo ndio inategemea na matakwa ya mtu. Sasa kwenye pango eh, mimi nime, nime, nime, nimeweka laki tatu kwa maana kuwa kama laki moja kwa mwezi na kwa miezi mitatu, maana mara nyingi hao jamaa wataka kuoja miezi mitatu mitatu, kwa hiyo nimeweka laki tatu, kama ni pango la pale sehemu itakakufanyia biashara ya stationery. Kingine kinachofuata sasa ni gharama za kununua hiyo vifaa vya kununua eh, bidhaa za stationery ambazo utawauzia wateja na hii ni ni gharama ambayo ni kubwa katika makadirio. Ni gharama ni kubwa kwa sababu ndio ndio biashara ya stationery yaliposimama hapo. E, unanunua bidhaa alafu unauzia wateja. Kwa hiyo hapo mimi nimeweka milioni moja na laki tano gharama za kununua bidhaa za stationery. Kingine kinachofuata ni gharama za kununua vifaa, ndio kama nilivyosema hapo awali unaweza ukaa na vimashine mashine labda vya kufanya nanii mambo ya binding, pengine unaweza ukanunua pia ka nanii kadogo kafotokopia ka mashine kadogo kasa, na vitu kama hivyo. Sasa ninategemea na wewe mipango yako. Kwa hiyo hapo nimeweka gharama za kununua vifaa ni laki nane. Sasa tunazidi kusongea naona karibu mtaji unakaribia una, una

Sasa zile inabidi ununue bao, utafute fundi akunalia, au kama unaweza kununua second hand ambazo tayari miwenimi zimeshatengenezwa pale. Nimeweka gharama ya shilingi laki mbili kwa sasa. Nafikiri nimejaribu kugusa kila sehemu. Sasa kwa makisio yangu hapa, inakuja milioni tatu na elfu tisini. Kwa hiyo mi nimezidi kidogo kwa elfu tisini kuliko yeye ile hela aliyokuwa nayo mfukoni. Sasa maamuzi yake, nafikiri anaweza kuwa aidha atafute huko mfukoni na wapi, ajipigapiga apate hizo elfu tisini ili akamilishe mtaji wake, au vinginevyo aangalie kwenye makadirio yangu apunguze hapa na pale anavyoona ni sahihi ili hizo milioni tatu zitimie. Na hiyo kwa kifupi, ni kwa milioni tatu zinatosha kuanzisha biashara ya stationery eh, lakini katika ngazi ya chini, sio ngazi ya juu manosara. Kama ni kuanzisha na vizuri, uanze chini, usianze mambo kwa mishindo alafu kisha baadaye inakuja kwa tatizo Siku zote biashara anza kwa razi ya chini alafu unakwenda polepole, inakuwa naona. Kwa leo nimeishia hapo. Naomba mwendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali eh, Tan Business Channel online television kila siku saa tatu usiku na kila siku kuna mada tofauti kwa hiyo angalia kwenye tunatangaza vipindi letu kwenye mitandao ya jamii, na utaweza kuona eh, leo ni siku gani, Jumatatu usiku una mada gani, Jumatano mada gani na kadhalika. Kwa hiyo asanteni sana na karibu tena.